Kwa mara ya kwanza juma la elimu limewadia katika shule ya sekondari Farkwa mwaka elfu mbili ishirini ishirini na tano. Juma la elimu ni juma maalum lililotengwa kwa ajili ya maonyesho mbalimbali ya kitaaluma. Umuhimu au malengo ya juma la elimu: juma la elimu inawasaidia wanafunzi kuongeza kiwango cha ufaulu. Kupitia juma la elimu, wanafunzi hupata hamasa juu ya kuongeza ufaulu na hivyo kufaulu mtihani ya hi juma la elimu inasaidia kuwakutanisha wazazi pamoja na wanafunzi pamoja na walimu kwa ajili ya kutathmini kiwango cha ufaulu na maendeleo ya mwanafunzi. Kwa kufanya hivyo, wazazi huweza kupata maendeleo ya, ya wanafunzi wao na hivyo inamsaidia mwanafunzi kuongeza kiwango cha ufaulu na kuondoa kufeli. Lakini pia juma la elimu inasaidia kuwapa wazazi hamasa ya kuendelea kuwasomesha watoto wao. Hii ni kwa sababu ya ushirikishwaji wa matokeo na maendeleo ya wanafunzi katika juma la elimu. Kwa mara ya kwanza katika shule ya sekondari Farkwa, juma la elimu maradio elfu mbili ishirini na tano. Juma la elimu lina umuhimu mkubwa sana katika shule yetu. Umuhimu wa kwanza umeweza kutambulisha shule yetu ndani ya wilaya, mkoa na hata kitaifa kutokana na maonyesho mbalimbali yakiwemo kitaaluma, kisanaa na kiutamaduni. Lakini pia juma hili la elimu limeweza kumfanya mwanafunzi kumkuza ujasiri ambao umemsaidia kujenga mawazo kuhusiana na taaluma, lakini pia kwenye utatuzi wa changamoto mbalimbali. Karibu katika shule ya sekondari Farkwa, kuangaza nuru ya elimu. Ilikuwa sio rahisi kuanzisha juma la elimu Farkwa Secondary School. Lengo la juma la elimu ni kuwakutanisha wanafunzi pamoja na wazazi wao kwa lengo la kujifunza mambo mbalimbali ya kitaaluma. Juma la elimu katika shule ya Farkwa Secondary School imeweza kufanya mambo makubwa sana na tumeweza kuona umuhimu wake kwa ujumla, hivyo nasi nadhani tumeweza kupata chochote kitu kutoka na kutokana na hilo juma la elimu, na tumeweza kuona kwamba ni kivipi juma la elimu ambalo linaweza likamwandaa mwanafunzi kuweza kufaulu katika mtihani wa taifa na sio hivyo tu Bali kila mwanafunzi yuko na jitihada katika kuweza kujiandaa kwenye ufaulu wa mtihani wa taifa. Tukutane katika juma la elimu lijalo 2026. Halmashauri ya Wilaya ya Chemba, Shule ya Sekondari Farkwa. Uzinduzi wa juma la kwanza la elimu. Shule yetu ya Sekondari Farkwa imekuja kwenu viongozi wangu wenzangu, na wazo la kuandaa maadhimisho ya kwanza ya juma la elimu kwa mwaka 2025 kwa lengo la kuendeleza jitihada za kuinua ufaulu wa wanafunzi wetu. Tafsiri ya maadhimisho ya juma la elimu. Ndugu mgeni rasmi, juma la elimu ni jukwaa la kitaaluma litakaloadhimishwa wiki ya pili Jumatatu na Jumatatu hadi Ijumaa ya mwezi Septemba kila mwaka kwa kukutanisha walimu na wazazi wa wanafunzi, ili kila mzazi apate kujua maendeleo ya kitaaluma, kiwango cha utoro na maendeleo ya mwenendo ya tabia ya mtoto wake na siku ya kilele kwa maana ya Ijumaa wanafunzi wapata, watapata fursa ya kufanya maonesho ya kitaaluma na nyimbo mbalimbali zenye kuhamasisha kusoma kwa bidii. Maadhimisho yatafanyika katika yatafanyika viwanja vya shule yakijumuisha wanajumuia ya shule, wadau wa elimu ambao ni kamati ya maendeleo ya kata, halmashauri za vijiji, bodi ya shule ya sekondari, kamati za shule za msingi, taasisi za dini na wananchi wote wa Farkwa. Ndugu mgeni rasmi, kwa kufanya hivyo kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewashirikisha wananchi kupata taarifa mbalimbali kuhusu maendeleo ya shule yao. Wananchi ndio wenye shule, ndio waliojenga. Kwa kujua muhimu huo, shule yetu imeanzisha jukwaa hili la elimu kama njia mojawapo kutoa taarifa mbalimbali mbali za shule kwa wananchi. Mgeni rasmi yatazinduliwa Jumatatu na atakayekuwa mgeni rasmi kwa kuzungumza na viongozi, wazazi wananchi wadau wa elimu na walimu na wanafunzi kwa kutoa tamko maalum la na uzinduzi na kuona wal, na kuona walimu watakavyohudumia wazazi wanaotaka kujua maendeleo ya kitaaluma, kiwango cha utoro, na maendeleo na mwenendo wa tabia za watoto wao. Baada ya mgeni rasmi kuhitimisha zoezi la uzinduzi, walimu wataendelea kufanya kazi ya kuhudumia wazazi hadi Alhamisi ya wiki husika, na Ijumaa itakuwa ni kilele cha maadhimisho. Siku ya kilele mgeni rasmi atapata fursa ya kuona maonyesho mbalimbali ya kitaaluma kutoka kwa wanafunzi. Jina langu mimi ni Hassan Mnyika, ndio mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Chemba. Maendeleo ya elimu katika kata yetu ya Farkwa yanaanza na sisi wenyewe kwa kuhakikisha kwamba tunajitoa katika mambo yote muhimu yanayohusu elimu. Niwasisitize sana, ni vizuri tukaungana, tuungane kwa pamoja na kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu kama ambavyo mwalimu mkuu hapa amesema. Mwalimu mkuu, pamoja na timu yako na bodi ya management ya shule ya ya ya sekondari ya Farkwa, mkayazingatia yale ambayo mmeandika mmejipangia, muhakikishe yale ambayo mnayaweza yako ndani ya uwezo wenu, basi mnayafanyie kazi yale ambayo yatakuwa labda kwa namna moja ama nyingine, kwa nicha yake yanataka labda mamlaka za juu zaidi, mimi pamoja na timu yangu ya kalamu ya Halmashauri ya Chemba tupo tayari kusaidiana. Nimefurahi kusikia kwamba asilimia mia moja wanafunzi kidato cha pili na cha nne mnaniambia wako wako kabili wako hostel, jambo zuri sana, jambo la kupongeza. Tumpongezeni mwalimu mkuu kwenye jitihada zake.